Asili mwanadamu ni kiumbe mchoyo, mbinafsi, hasa ni kiumbe ambaye anapenda kuona wengine wanapata mabaya. Ndio maana unapoona mabaya yanapowapata watu, kuna watu fulani wanafurahi sana. Sasa kama hujajua hii siri ya leo ya asili ya mwanadamu, unaweza ukajikuta unagombana watu, unachukia watu, kwa sababu tu ya ukosefu wa maarifa juu ya mtu ni nani mtu ni nani? Katika somo la leo tunakwenda kuangalia asili ya mwanadamu alafu tunakwenda kuangalia suluhisho la kuishi katikati ya wanadamu wenzetu tukitambua asili yao ni nini. Asili ya mwanadamu imeelezwa kwa ufupi katika kitabu cha tatu ishirini na tatu Warumi anasema kwa maana wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. They have come short of glory of God. Sasa wanadamu wanapungukiwa na utukufu wa Mungu, na utukufu wa Mungu, zile tabia za kiungu. Baada ya kutenda dhambi, kila mwanadamu ana asili ya kutenda dhambi na ni dhaifu. Udhaifu huo unaonekana vipi? Unaonekana kwa hila ukorofi majungu, dhambi zenyewe kutakia na mabaya. Kwa hiyo ni asili ya mwanadamu alianguka dhambini. Sasa suluhisho pekee, ndio maana nakwambia yule mtu ni mpole sana, hakuna mtu mpole ambaye hana Yesu, hakuna mtu mwema ambaye hana Mungu. Huo ni wema, lakini kwa Mungu wanasema, matendo yenu masafi yamekuwa kama tambara chafu mbele zangu. Kwa suluhisho ni kumpokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wako na kumwacha yeye aongoze maisha yako, talisema vizuri hapa baadaye. Kitu kingine katika kitabu cha Yeremia kumi na saba tisa anasema moyo ni mdanganyifu na una ugonjwa wa kufisha, nani awezae kuona? Mwanadamu kiasili ni kiumbe mwenye roho mbaya ada ya dhambi. Hata kama utamwona ni mwema hivi, huwezi kusema namfahamu yule moyo wake nikimwangalia, ayo pae mtu mwema atabadilika. Kitu pekee kinachoweza kumbadilisha mwanadamu ni damu ya Yesu kwayo, facti, kwa hiyo ukishajua hizi fakti chache zitakusaidia sasa kutokuumizwa na ukaumia kwa sababu mtu amekuumiza itakusaidia sasa utakapogeukwa na wanadamu wenzako, utakapoona unachekwa, unapondwa, utakapoona unafanyiwa hila, hautashanga huyu oh, ndio mwanadamu. Huyu ndio mwanadamu, afanye nini zaidi ya hiki? Solution ni nini? Solution ya kwanza ni kumwacha Yesu aendeshe maisha yako. Bila Yesu na backup ya kimalaika katika dunia ya sasa, hauwezi kuenda mbali. Utaonekana unafaulu, lakini hawa wanadamu watakuhujumu na kukuathiri. Lakini ukiwa na Yesu, chochote kibaya utakachofanyiwa anakigeuza kinakuwa ni kwa ajili ya wema wako, kwako kinakuwa ni kwa wema kwao, hakuna ubaya. Hata kama mtu akuchinje, kuchinjwa kwako inakuwa ni baraka kwa Mungu, maana anasema hata hivyo, heri wafofao katika Bwana. Kwa hata mtu akufanyeni ubaya kwa kiasi gani, ukiwa na Yesu hautaliogopa kwa sababu ataligeuza ule ubaya ule kwa ajili ya wema wako. Sasa Mithali 16, Mithali 16 na ule mstari wa sita anasema hivi mstari wa tatu kumi na sita tatu anasema hivi mkabidhi bwana kazi yako na mawazo yako yatathibitika mkabidhi bwana kazi yako suluhisho katika dunia ilipofikia sasa ni kumkabidhi bwana kazi yako kumkabidhi bwana juhudi zako kumkabidhi Bwana akili yako, anasema na mawazo yako yatathibitika, pengine anasema na juhudi zako zitathibitika. Juhudi ambazo ni godless, bidii ambazo hazina Mungu haziwezi kuthibitika. Ndoa isiyokabidhiwa kwa Mungu haiwezi kuthibitika. Miradi ambayo haijakabidhiwa na Mungu, jini moja tulina uwezo alikoteketeza ndani ya sekunde hii moja Mkabidhi Bwana kazi zako, mkabidhi Bwana maono yako, mkabidhi Bwana juhudi zako, anasema na mawazo yako na idea zako zitathibitika, zitadumu, zitaishi, zitaendelea kuwepo. Lakini jambo kubwa, ukimkabidhi Bwana, faida yake ni nini? Ukimkabidhi Bwana mambo yako, kumkabidhi Bwana ni nini? Ni kuhakikisha chochote unachokifanya unaanza na Mungu kabla ya kufanya chochote. Hii ni ushahidi Mungu anasema, anamwambia malaika, naona yule bwana amenikabidhi vitu vyake. Nini kitakupata? Zaburi 91 moja. Utaogopa mstari wa tano, akwanzia mstari wa tatu, anasema maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji. Kuna mitego utawekewa, atakuokoa na katika tauni ya haribuyo kwa manyoya yake atakufunika haleluya. Chini ya mbawa zake utapata kimbilio, utakuwa na sehemu ya kukimbilia shelter. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Ni ngao maana yake ni ulinzi. Kigao maana yake ni andaki, anakuficha wakati wa mashambulizi ya skadi kali kutoka kwa adui ibilisi. Hutaogopa hofu ya usiku wala uwele walibua adhuhuri. Ijapo watu elfu wataanguka bavuni pako na kumi elfu mkononi kwa kume, na hivyo hauta kukaribia wewe, ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Wanakutendea vitu visivyo haki, lakini kwa macho yako ukiwa upande wa huyu Bwana Mungu wetu utaona malipo yao. Kwa kuwa wewe Bwana ndiye kimbilio langu, umefanya aliye juu kwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni yaribuyo kuikaribia hema yako. Kwa kitu kitakachokupata wewe sio baya, ni kwa ajili ya wema wako au ajili ya uzuri wako, kwa hiyo kuhesabu kama ni baya. Asema kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Hakuna mtu duniani ambaye apendi haya mambo mimi nayapenda, huo nayapenda, hadi magaidi wanapenda, wa maaramia wanapenda, majambazi wanapenda, makahaba wanapenda kuwa salama. Lakini usalama mwingine wote nje ya Yesu sio usalama, ni watarishi kwao. Ni kutie moyo mpendwa, katika tafakari ya darasa la leo, asili ya mwanadamu ni kutenda dhambi, asili ya mwanadamu ni kuharibu, ni kubomoa lakini ukiwa ndani ya Yesu utaongeza kinga dhidi ya wanadamu wa kawaida kwenye mambo yako, dhidi ya wanadamu wa kawaida na nguvu hizo nyuma yako kukuathiri wewe. Ukiwa bado utajiandaa na safari yetu ya kwenda mbinguni. Mungu akubariki sana.